Ynihaar yeah, na elekihaar. Uh, kama hujasubscribe channel yangu basi subscribe channel yangu like, share na kucomment uh, ili kunipa moyo wa kuendelea zaidi na zaidi uh, sasa leo tutafanya fixed ya wave kumi na tano ama kumi na sita uh, zote zina fixed moja, lakini tutafanya fixed ya wave kumi na tano yepo ya uh, installation kumi na sita kwa sababu kumi na sita inachagua sana mashine, inachagua window. Ah, uh, kwa mi napenda kufanya installation ya wevu kumi na tano kwa sababu haina hayo mambo uh, sasa, hatua uh, uh, ya kwanza utaenda kuichukua uh, faili yako ya wevu, utaikopi faili Utaipeleka katika local disk C, utapesti hapa, utapesti baada ya kuikopi yani ikae kama hivi hapa ndani, then utaifungua. Aa, utakuja kufanya installation ya hii hapa, installation web center. Ah, ukishamaliza itakuja, manake utaikata. Ukishaikata utaifungua, ambayo hii hapa, utaifungua hii Uh, ukishaifungua hiyo uh, ukisha installation hiyo ambayo uh, ni hii uh, itafunguka kama hivi yes. Uh, ikifunguka kama hivi, lakini inaweza ikawa iko hivi, inaweza uh, ikawa iko hivi ama ukaikuta hapa, lakini ikadai blows uh, itakuletea kitu kama hiki, lakini hapa itaandika blows uh, itabidi we blows, najua wengi tunafahamu jinsi ya ku blows inahitaji ile sehemu iliyokuwepo ile faili ha, wakati iko hapa ha, utaiambia browse. Utakuja kuadi hii faili ambayo ipo katika local disk C kwa kutumia ndani ya browse. Utakuja utaiambia browse hapa, utaiokee hapa, italeta hii location ya italeta hii location ya zote hizi baada ya hapo uta utakliki hapa. Utakliki hapa zingatia. Utakliki hapa installation from offline installer hapa, utakuwa na ukisha uta asha itakuletea tena browse, nataka ku browse utaenda katika ile folder ya C C. tena hapo C. Yep. Utakliki utakuja hapa tena utaambia select select uta select it, um, itakuambia itakwambia ni C wewe ultimate kumi na tano unayofanya installation Uh, utaweka maki ya zote then utafanya installation. Uh, hapo evu yuvuak, yako itaingia complete uh. ikimaliza hapo itakwambia tu inaomba kulistati, itakuletea message yenyewe ambayo inaomba kulistati. Basi utalistati na ikiamka hapo itakuwa imeamka vizuri. So pachi yake kama hii tunavyoiona, tawezakua installation muda wowote, baada ya kuamka ama kabla ya kuamka unaweza ukainstallation kwa kutaka programu za, za, za dau kibao zinazohusiana na studio. Ni cheki tu uh, WhatsApp utakuwa umetisha kinyamanyama. Asante na karibu, unaitwa Scott Beatz. Kama hujasubscribe channel yangu, basi subscribe ili kujipatia mafunzo zaidi. Asante.